Mbukwa nilikuwa mwenyekiti wa kijiji cha Namwangwa. Kikao tulikaa siku ya Jumamosi, wale wananchi na halmashauri yangu wakasema, jamani, kwa kuwa tumewaomba hao wakata wamekataa kuja hapa na wakati ni sisi tuliowachagua basi, imeonekana sisi, wao ni wajanja, wameogopa ni kwa ajili ya aswali walilomkamata mwenyekiti wa kijiji kwa hiyo Halmashauri walisema basi, ambapo hawajatuamini basi sisi tunajiuzuru. Sababu za kujiuzuru ni kukamatwa kwa mwenyekiti wa kijiji bila sababu maalum, kwamba mtendaji wa kata alikuja kutukamata tarehe 13 siku ya Jumanne saa tano tulikutana na mtendaji wa kata nikiwa napeleka chakula cha mtoto kwenda shuleni, shule ya sekondari. Mtendaji akanipigia simu akasema, bwana mwenyekiti, nimekuona wakati unapandisha kwenda Hezya. Nikasema ndio, akasema, nakuomba ofisini pangu. Nikasema okay, hamuna tatizo, ngoja nipeleke chakula rafu nije baada ya hapo. Mwenye nilipoenda pale ofisini nikakaa kama dakika kumi na tano bado hakutokea. Bahati nzuri ikaja tu pikipiki moja imembeba ndugu jirani yetu ambaye ni wa kijiji cha Namwangwa hivyo wakawa wamemfunga mikono na pingu. Nilipowaona, nilipofika, nikasema vipi kijana, akasema safi lakini mbaya kidogo. Nikasema he? akasema hawa mgambo, mtendaji wa kata wamekuja, wamekuja nyumbani pale wamekuta niko kwa jirani, wakanikamata wakanifunga kamba. Nikauliza kwamba kiongozi wangu yuko wapi, wakasema sisi hatumfahamu kiongozi, sipokuwa mimi ni mtendaji wa kata kwa hiyo wewe najua ni mharibifu wa mazingira yule. Akakataa akasema mimi sifahamu hata jinsi ya kuchoma mkaa wala kukata mkaa, isipokuwa tu nimetoka shambani nimekaa hapa napumzika. Wakasema haiwezekani, tunaenda na wewe pamoja sababu wewe wana, wana, wana, wana, inaonekana wewe ni mharibifu wa mazingira yule. Akakataa akasema sijawahi fanya uharibifu wa mazingira. Basi pale wakaanza kumfunga kamba wakavutana vutana kidogo, wakavutana mtu wa tatu huyu akajitokeza akaenda pale, ambaye ni mdogo wangu, akawasaidia huku shingoni wakamkwarua, alafu na sehemu za asili, wakawa wamemvuta. Nilipomuuliza ndivyo ilivyo, akasema ndio. Nikasema ulikuwa na kiongozi gani? Akasema pana kiongozi, hakuwepo ila wamekuja tu wakanivamia pale kwa mzee Panja, wakanikamata na kusema na, cho, na haribu mazingira, lakini sijawahi haribu mazingira mimi nilipokuwa namsubiri mtendaji wa kata alituingiza mle saa tano, lakini kutoka hapo saa tano akaja mpaka saa kumi na moja. Nilipokuwa nampigia simu nasema mtendaji, uko wapi? Anasema niko tu jirani, nakuja. Nikasema hali ya hewa bwana naweza kabadilika, unajua na barabara yetu hiyo, siwezi nikapita kwa ajili ya mvua akasema niko jirani kumbe aki, akiwa anamtafuta balozi ambaye ni Mose Simbeye kwamba hawa ndio waharibifu na huyu mwenyekiti wa kitongoji cha Isenga ambaye ni mtoto wa Simbeye anaitwa Sefania. Nikawa nasubiria, nasubiria. kufika saa kumi na mbili akaja akasema, bwana hivi saa hizi unaelekea tunakupeleka Iyura. Nikasema nipeleke Iyura kwa kosa gani? akasema wewe inaonekana unawahifadhi watu wakimbizi ambao wanaharibu mazingira. Nikasema mimi hakuna mtu ambaye na mhifadhi ambaye ni mkimbizi. Kwanza mimi nilikuwa naingia uongozi wakati viongozi wangu wa nyuma wapo, ukiwepo wewe mtendaji wa kata, akiwepo mheshimiwa diwani na uongozi wa nyuma mimi nifikii taratibu zote hizo zilishafanyika, kwa hiyo sikuweza kuanza kuuliza kila mmoja mmoja kwamba wewe unatoka wapi, wewe unatoka wapi? Sikuwa na muda huo, mimi niliendelea kuchapa kazi ya kijiji. Akasema hivi bwana, kama huna laki tatu, mimi nakupeleka Iura. Nikasema wewe, kokote utakako nipeleka, maana wewe ni driver wangu, mimi ni abiria. Laki tatu mimi sina. Akasema okay tukawa tunasubiri pale, tunasubiri akaondoka kidogo, tena karudi, akasema hujawapigia ndugu zako kwamba wakuletee hera kutoka Namwangwa? Nikasema ha, kule Namwangwa hakuna hera, sababu hera zote saizi watu wamezihifadhi kwenye mazao, wamenunulia mbolea, kwa hiyo mimi sina hera. Akasema kwa hiyo umeamua kwenda yura? Nikasema ndio mtakako mpeleka ndugu yangu huyu ninaye muongoza na mimi ndiko naenda, kama tunakufa tufenai. Akasema okay basi ilipofika jioni saa kumi na mbili hapo, hatujala hata chakula, wametufunga tu mikono. Ilipo fika jioni saa kumi na mbili akasema mheshimiwa diwani amepiga simu kwamba wewe urudi ukamchukue balozi na mwenyekiti wa kitongoji ili mupande naye kwenda yuli, nikasema mimi haiwezekani kumwacha ndugu yangu huyu Eti nirudi kama mnatuachia kwamba turudi pamoja kesho tuwai naye, sawa. Lakini ya kwamba mimi nimwache ndugu yangu huyu ninayemwongoza, itakuwa ni vigumu, haiwezekani. Akasema, kwa hiyo unapenda kwenda yura? Nikasema sipendi, isipokuwa nyewe kinipeleka mtanipeleka. Baada ya hapo akasema, bwana, tuazime pikipiki yako ili tuweze kuwasafirisha nikasema pikipiki piki yangu haiwezi kamsafirisha mtu isipokuwa, tafuta pikipiki piki za kwenu. Kweli pale kulikuwa na pikipiki piki, mtendaji wa kata katafuta mbili, mimi tukabebana watu wawili, wakanibeba wakabeba watu watatu na mtendaji wa kata na askari kata wakabebana, tukawa tunaondoka. Tulipofika kule, walitupokea tukalala mule ndani. Asubuhi kulipo kucha saa mbili hivi mheshimiwa aliwahi sana. Akawa amekuja pale. Akasema we, kiongozi, mbona we nilikwambia urudi nyumbani ukawachukue wale, ukamchukue balozi na yule nani mwenyekiti wa kitongoji? Nikasema mimi siwezi nikaenda, kwa sababu ni nyie mlinileta, nyie ndio wafuateni, maana inaonekana mimi sio kiongozi, ila mlio waamini waliokuwa wanawapigia simu ndio mnawaamini. Akasema okay. Akasema saa hizi umetupa kazi sasa, gharama imekuwa kubwa sababu tumefika huku, gharama imekuwa kubwa imeongezeka, yani ulikataa kutoa laki tatu pale. Nikasema mheshimiwa, mimi siwezi nikatoa hela sababu kosa langu silifahamu. Akasema okay. Pale walikuwa na mwenyekiti wa haraka, ndio walikuwa wameongozana naye kwenye gari. Akasema basi ngoja ni, niende kukopa hela kwa ndugu yangu mmoja anabucha pale pale, pale idiwili. Wakatoka kama dakika kumi hivi wakazunguka dakika kumi, wakawa wamerudi, wakasema hivi ndugu mwenyekiti, kuna hera tumekopa kwa hiyo sababu kiongozi yule mwenyekiti wa kitongoji hakufika jana na yule barozi, hera hizi tunazitoa. Lakini mimi hera hizo sikuziona, alikuwa anasema ni maneno. Akasema saizi inatakiwa wale ambao wako nyumbani, mwenyekiti wa kitongoji na yule barozi, wanapopandisha kesho ambayo ilikuwa ni siku ya Alhamisi waniletee hizo hela. Nikasema nashukuru mheshimiwa, akasema lakini nakuomba, mzamana wako ni shilingi laki nne na ishirini. Nikasema hamna tatizo, sababu nilikuwa kwenye vyombo vya sheria, nikaona siwezi nikabishana naye. Akasema lakini nikwambie kitu kimoja, iwe siri mimi na wewe. Nikasema hamna tatizo akasema unaporudi kwa wananchi wako usije ukawaambia kwamba mheshimiwa amenishikia mzamana wa, wa laki nne na ishirini. Nikasema hamuna tatizo. Akasema ukasemage umelipa shilingi hamsini. Nikasema hamuna tatizo basi. Pale akasaini na sisi, kuna sehemu fulani wakasema saini saini, lakini kwamba nizione hela zile ambazo alikuwa anasema nimekushikia mzamana, sikuziona, yalikuwa tu ni maneno. Baada ya hapo tulirudi tulirudi nyumbani huku, Jumapili saa saa moja na nusu, mtendaji ambaye ni, ni mwalimu mkuu wa hapa kijiji cha Namwangwa amekayimu, yani huyo mwalimu akanipigia simu akasema, bwana mwenyekiti, tuko wapi? Nikasema niko hapa sokoni. Akasema samahani kuna barua yako hapa imeletwa kutoa... kituo cha polisi Iyura. Nikasema hamna tatizo. Akasema sasa inatakiwa kesho, ambayo ni Jumatatu ya jana, inatakiwa upandishe kituo cha polisi Iyura. Nikasema kuna nini? Akasema sielewi, labda ni lile swali kuwa mulilokuwa nalo kule Iyura. Nikasema basi naiomba hiyo barua. Alikuwa amepiga tu simu akiwa shuleni nikasema naiomba hiyo barua niisome ili hata kama naenda, kama naenda nayo au naondoka nayo. Akasema ni vizuri, wamesema inabidi uende nayo. Nikasema hamna tatizo, kwa hiyo akaniletea, akaja hapo sokoni akanikabidhi mimi, nikasema hamna tatizo, mi nati wito naenda. Basi, hapo, nikamuomba Ima Simbeye, Ima Simbeye akasema basi bwana, hamna tatizo nita-, nitaenda, nitaenda nikusindikize kweli tuliondoka jana asubuhi saa moja, walisema tufike saa mbili na nusu. Inapogonga tu saa tatu tukawa tumefika pale, tukamkuta mkuu wa kituo, tukamkabidhi ile barua. Akasema nashukuru umetii wii, tumekuja. Nikasema ndio. Akasema nashukuru. Akasema sasa cha msingi hapa bwana, ninamsubiri huyu mtendaji wa kata yako, bado hajafika, alisema nitakuja, maana yeye ndiyo mlalamikaji Nikasema nashukuru. Akasema pumzika kwanza hapa, katupa viti, tukapumzika, tukawa tunasubiri. Tulisubiri kutoka saa tatu hapo mpaka saa saba, hayupo. Tukaona hii hii ni shida, rafu pili, wameanza kutuzungusha. Tukaomba namba ya msamaria mwema mmoja, ambaye ni tarafa wa Ayura, akatupa namba, tukaanza kuongea naye. Akasema we unaitwa nani tunayeongea naye? Nikasema mimi ni mwenyekiti ambaye nilikuwa kijiji cha Namwangwa, juzi tarehe kumi na tatu walikuwa wamenikamata wameniweka huku, lakini waliniachia hivi saa hizi tena wameleta barua kwamba nifike, ndio maana nimefika hapa, lakini hata huyo mtendaji wa kata hatokei. Akasema kuna askari gani hapo? Nikasema yupo mkuu wa kituo, akasema mpe simu tuongee naye, nikampa simu, wakaanza kuongea naye Akasema mwenye huyo mwenyekiti mlie mshikilia huyo anakosa gani? Akasema ni mtendaji wa kata alimleta, juzi hivi saa hizi tena amemleta leo. Akasema kwa nini mmleta huku tarafa ya Iyura badala ya kumpeleka vwao? Akasema ni mtendaji wa kata ndiye aliyemleta. Akasema akasema, sasa hivi nawaambia, nawambia, nakuomba mkuu wa kituo, andika barua hao hao watakapokuwa wanarudi wampelekee mtendaji wa kata kata yao. Ndio maana jana walituandikia barua tukarudi tukaenda kumkabidhi huyo mtendaji wa kata. Mimi tulipofika kwenye ofisi yake mimi sikwenda, nilimuomba ima simbee Julius, kwamba bwana, yanaweza yakageuka tena kama yale mambo walikuwa wananipigia, lakini wakanikamata, naomba kapeleke hiyo barua kweli Ima alienda, mimi nilikuwa nimesimama barabarani. Alipeleka akasema, bwana nimeipeleka hiyo barua. Nikasema nashukuru, tukawa tunashuka tunakuja huku nyumbani. Ndio taarifa ilivyo. Alafu ndugu waandishi na wakubwa, kwa kweli kijiji chetu hiki cha Namwangwa tumeonewa sana sana sana, wanaotugandamiza ni hao viongozi wa kata, imeonekana sisi Ha, Chama cha Mapinduzi akitutendee haki, maana tumewapigia wachama wakata, hawajafika hapa na asilimia kubwa tuliwapigia. Hata huyu mwenyekiti wa chama wakata naye alikataa naye hakuja, tulisema tunawaomba hao viongozi wao, sababu wametoka kwenye Chama cha Mapinduzi na sisi Chama cha Mapinduzi ndio tunakipenda. Hakuna chama kingine katika kijiji chetu hapa, tuna chama kimoja tu, lakini tumeona wakata wanatugandamiza sana. Ha, kwa majina anaitwa Oscar Cross Hasunga ni kweli, mimi nilisikia hizo tetesi za ukamatwa kwa mwenyekiti pia na mwananchi mmoja hivi. Lakini kwa hapo baada ya siku ya kesho yake kweli wananchi tulijikusanya hapa na tukawa tumepangana, kwamba jamani, haiwezekani ukamatwa kwa mwenyekiti wetu bila kujua tatizo ni nini. Kweli tuliamua kwenda kumfata mwenyekiti kituoni, lakini baada ya kufika njiani tulikutana na mheshimiwa akiwa ametoka kituoni akidai kwamba kule tayari nimesha watoa, wapo nyuma wanakuja. Lakini pale hatukusimama, tukasema paka tutakapokuwa tumemwona mwenyekiti wetu ndipo tutajua kabisa ametoka. Ni kweli tuliendelea na safari paka tukafika kijiji cha Idiwili ndipo tulipokutana na mwenyekiti. Hapo baada hapo ndipo tulipoamua kurudi na mwenyekiti. Ni kweli tulikuta hapa wananchi wengi wamejikusanya ofisini hapa wanasubiri msafara ulioenda kumfuata mwenyekiti. Ni kweli pale wananchi tukakaa, wakashangilia sana mwenyekiti wao kurudi, lakini baadaye wale wananchi walianza kuhoji, sasa mwenyekiti, hapo umekamatwa. Sasa je, aliyokamata ni nani? Akasema mtendaji wa kata, okay, mimi kwa jina naitwa nanaitwa Greenwell Hudson Kalinga. Nilikuwa katibu wa CCM kipindi cha nyuma. Ni tatizo, ni tatizo, kwa sababu kilichofikia hapo ni baada ya viongozi wa kutoka hapa na wa kata hawad, hawapo kwenye ushirikiano kulingana na mfumo wa wakata walipokuja hapa walimkamata mwananchi mmoja hapa wakaondoka naye. Sasa walipoondoka naye wakamkamata na mwenyekiti, wameondoka naye wakayazungumza huko. Sasa sisi tukaona mwenyekiti anakamatwa kwa sababu ipi? Basi waje ili tuzungumze, kwa sababu kama wanakuja kwenye nafsi ya kwao bila kumshirikisha kiongozi yoyote hapa. Bwana, tuna tatizo moja mbili tatu. Bwana, siku zote zilizokuwa zinafikia tatizo lolote walikuwa wanakuja hapa, tunazungumza tunayamaliza, na leo kumekuwa nini? Basi tulipowaita wakakata, basi tukawa watu wakasema, "Sasa okay, kama kata hatutakuwa hatutashirikiana nayo, kuna sababu gani ya kukaa madarakani? Basi inawezekana hawatutaki Nafikiri ndiyo liliopofikia hapo. Naitwa Danieli Simkoko, niliyokuwa mwenyekiti wa kitongoji cha Songwe. Kwa kweli sikupendezewa na hali nilipopata taarifa kwamba mwenyekiti wangu wa serikali ya kijiji wamekamatwa, kufikisha ngazi za kata, ngazi za kata akashindwa kutatua mpaka polisi yura kuuliza mambo yenyewe, ni mambo yasiyoeleweka o, oh, yule mtendaji wa kata likuja tu kwa kasi kumuvamia mwenyekiti wetu bila kufuata utaratibu wala uongozi uliopo. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikaona kwamba hii hali si hali sahihi. Inawezekana hata siku nyingine nikavamiwa mimi mwenyewe bila kufuatilia taratibu, kana kwamba kuna nini ama kulikoni. Nikaamua kujiuzuru kufuata na tatizo hili. Naitwa Kefasi Jeremia Mbisa, nina taarifa hiyo na niliona mwenyewe kuwa serikali ya kijiji imejiuzuru. E, eh, athari zinazokuwa zimepatikana kijijini hapa baada ya kuonekana viongozi wa kijiji wamejiuzuru ni pale tu pale panapokuwa shughuli za maendeleo zinahitajika. Sasa mahali pa kwanza kuanzia shughuli za maendeleo kwa kuwa zimesimama, itabidi shughuli hizo zisimame kulingana na kwamba uongozi wa kijiji unakuwa umejiengua. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hata kama kunakuwa na tatizo, mahali pa kulipeleka ni shida kwamba utalipeleka kwa nani? Kiliwe iki inakuwa ni tatizo.